Moja ya swali ambalo nimekuwa nikiulizwa sana ni na shilingi kadhaa nifanye biashara gani? Kwa hiyo kuna watu wanakuja milioni moja, wengine chini ya milioni milioni mbili, milioni tatu, wengine wanakuja mpaka na zaidi ya milioni thelathini. Nifanye biashara gani? Pengine wewe hapo ni moja ya kitu ambacho wewe unajiuliza sana. Sasa kwenye video hii naenda kushia na wewe aina saba za biashara ambazo mtu yoyote yule anaweza kuzifanya wakati wowote ule na kwa bajeti kidogo kabisa ama kwa mtaji kiduchu kabisa ama pasipokuwa na mtaji wowote. Hizi ni biashara ambazo unaweza kuzifanya kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano na bado zina soko kubwa na ukafanikiwa kutoboa bila changamoto yoyote. Sasa kama utoweza kufocus na concentrate kwa muda huu mfupi less than 10 minutes Itakuwa ni changamoto kubwa. Bila kupoteza muda, tuanze kuzichambua biashara hizo saba ambazo kwa hakika zinaweza kukubadilishia maisha yako na biashara ya saba ni miongoni mwa biashara ninazozikubali sana na watu wengi nimeona, ambazo wakizifanya lazima wanafanikiwa. Kwa hiyo hakikisha unatazama video hii mwanzo mpaka mwisho, usipitwe na kitu chochote. Biashara ya kwanza ni biashara ya utaalam. Najua sasa unajiuliza biashara ya utaalam ni biashara ya aina gani? Biashara ya utaalam ni biashara ambayo inakusa, inakusaidia wewe kujibadili, badala ya kuuza bidhaa na kuwa mtaalam, badala ya watu kukutafuta ili wachukue bidhaa zako, watu wakutafute kwa sababu wewe ni mtaalam na wanatakiwa uwasaidie kutatua changamoto zao. Unaweza ukawa una ujuzi, unaweza ukawa una uzoefu wako, unaweza ukawa kuna kitu tu unakiweza sana, labda una kipaji ama kuna kitu uliowahi kujifunza sehemu ukakiweza sana. Shida ni kwamba watu wengi sana huwa wanadharau vitu vyao vya ndani. Kwa hiyo expert business ni miongoni mwa vitu ambavyo nimeona vikibadilisha maisha ya watu wengi, na uzuri ni kwamba uhitaji kuwa na mtaji wote kufanya biashara ya utaalamu, uhitaji kuwa na cheti, huhitaji mtu akwambie kwamba unaweza, uhitaji kwenda VETA, uhitaji kwenda sehemu yoyote ile ili kuweza kuwa mtaalamu hmm? Uwezo wako wa ndani uliokuwa nao uwezo ulionao nao wa kutatua changamoto kwenye jamii unakufanya kuwa kuyo, kusubilia kwa mbie, wewe kuwa mtaalamu. Kwa hiyo kurazimiki kusubiria mtu aje akwambie wewe unaweza kumsaidia mtu kurekebisha labda kitu fulani. Let's say una uwezo mkubwa sana wa kuseti matangazo. Unataka mpaka ukagraduate uka mpaka uende VETA upewe cheti. Kurusha matangazo. Una uwezo mkubwa wa kutengeneza content. Unataka mtu akupe cheti. Una uwezo mkubwa wa kuwasaidia watu kuondokana na stress. Unataka mtu akupe cheti. Mimi nakwambia kwamba wewe ni mtaalamu. Na ukitaka kujifunza zaidi, kuna video nyingi ambazo nimeeleza kwa, na, kwa namna ya, ya urahisi zaidi ya kujifunza biashara ya utaalam na kuanza kushea kile ambacho uko nacho na kuanza kuingiza kipato. Kitu kizuri ni kwamba kwenye utaalam bei na kila kitu utajipangia wewe mwenyewe, na uhitaji mtaji wowote, uhitaji cheti kuweza kuanza biashara ya utaalam. Hiyo ni biashara yetu ya kwanza. Biashara ya pili ni furniture flipping. Ku flip furniture. Sijui kama umewahi kukutana na watu ambao kazi yao kubwa ni kutafuta furniture zilizochoka, wanaenda wanafanya, nadhani vijana wa kisasa wanatumia neno kupimpu, wanazipimpu design, watu wanapimpu magari, wanapimpu pikipiki na vitu kama hivyo. Kuflip maana yake unachukua furniture ambazo zimechoka, au ambazo zimechokachoka zimetokatoka toka kwenye muonekano, unazinunua kwa bei rahisi theni unaziboresha zinakuwa beta zaidi, halafu unaenda kuziuza. Hii inaitwa furniture flipping, watu wanapiga hela sana, lakini kibongobongo, naona ni miongoni mwa vitu ambavyo sivyo vinavyofanyika sana. Naona watu wanafanya zaidi kununua vitu used na kuuza. Kwa hiyo wewe unaweza kuwa mtu wa tofauti, badala ya kuwa na store ambayo unakusanya vitu vingi used na unaanza kuviuza, sasa kuwa selective. Nenda kwenye hizo store, watu wanauza vitu ambavyo ni used, ama sehemu yote ambavyo unaweza kuipata vitu ambavyo ni used. Chukua uh, makochi yako chukua sofa, chukua viti ambavyo vimechoka choka, nenda tafuta mtaalam. Kama mwenyewe ni fundi furniture vizuri, kama sio fundi, tafuta mtu akutengenezea, akurekebishie, weke polish vizuri, weka designing kali kali, mpya mpya, nenda kauze. Hiyo ni furniture flipping, that is Namba 2. Biashara ya tatu ni kuflip mavazi. Tumetoka, tumetoka kwenye kuflip furniture, tunaenda kwenye kuflip mavazi. Badala ya kufanya biashara ya mitumba, nenda katafute nguo za mitumba, vitambaa vya mitumba, designs kalikali ambazo wewe utakuja kuziongezea thamani kama kwenye furniture tu. Badala ya kuwa tu unafungua goli la kuuza mitumba, jifunze kuchukua nguo ya mtumba na kuiongezea thamani, jifunze kuchukua kiatu na kukiongezea thamani ili kiwe na mwonekano bora zaidi. Kwa bahati nzuri, kwenye mitumba huwa unakuta kuna vitu vikali sana vya thamani sana, lakini vimetumika au vimeshaharibika au bado vina ubora ama rangi imechoka. Kwa hiyo, wewe unachotakiwa kukifanya ni kuongeza thamani na kukifanya hicho kitu kionekana kama kipya na kujipangia bei wewe mwenyewe. Kwa hiyo badala ya tu kuchukua mitumba na kuweza kuuza moja kwa moja, jifunze kuflip. Chukua nguo, fanya design moja, sijui kifungo kimekaaje, rekebisha kifungo, shati la mikono mirefu kataweka mikono mifupi, sijui kuna lebo gani hapa, hivyo wewe ni mbunifu, una logo yako, jitahidi weka same logo changanya rangi ifanye kitu kiwe cha upekee. Ndio maana halisi ya kuflip. Nadhani wewe unaona watu wanavyo wanavyoflip hizi uh, magari ama pikipiki hivyo hivyo. Kwa hiyo hata kama utataka uflip magari ama pikipiki whatever you can do, lakini the best way na kwamba ni kwamba ninakupa fursa ya biashara ambayo mtu yote anaweza kuifanya, hata usipokuwa fundi, wewe tu ukiwa na jicho la kujua kwamba eh iki kitu kimetumika, lakini nikikichukua nikatafuta fundi tukakiboresha tukakifanya hivi, lazima hapa tutapiga mpunga. Tayari hapo kuna hela, kwa sababu mwisho wa siku kwenye maisha, fedha inaingizwa pale ambapo unaleta thamani duniani. Kwa hiyo ukichukua hili ua ukaliboresha ukaenda kuliuza kwa bei ya juu, umefanikiwa kuongeza thamani na unatakiwa kulipwa fedha. Hiyo ni idea ya tatu. Biashara ya nne ni online winga. Sio kama unasikia watoto mjini wanazungumzia winga winga. Winga. Winga kwa lugha rahisi ni dalali sasa. Inawezekana haya maneno yanakuchanganya, kwa hiyo unawezaje kuwa dalali wa kisasa? Dalali wa kisasa yuko hivi. Sio kama umekuwa Kariakoo ukakuta watu wanapigapiga picha kwenye maduka, wanapiga picha sehemu. Hao sasa ndio mawinga wenyewe. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho unaweza kwanza kujifunza kukifanya ni kutafuta chimbo ambalo huduma zake zinatafutwa sana mtandaoni na wewe ukajua wapi zinapatikana, ili uweze kufanya kuwasaidia watu kuweza kupata hiyo huduma. Kwa mfano, ukagundua sehemu kuna mchele, kuna mchele unaopatikana kwa bei rahisi sana, ama ukaenda Mabibo ukagundua kuna sehemu kuna matikiti, ama kuna sehemu kuna maparachichi, ama kuna sehemu kuna viazi viko very, very cheap, maana yake wewe unaanza kutafuta masoko mtandaoni na kuanza kuweka link up, unakuta utakuwa unapiga faida kubwa sana, maanake mwisho wa siku ni kwamba unawasaidia watu wenye bidhaa, unawasaidia watu ambao wana biashara zao kuweza kuuza. Kwa hiyo online winger ni moja ya biashara ambayo mtu yoyote anaweza kuifanya. Kwa hiyo kukaa ndani ukisema hauna biashara, hauna idea, unalia si watu wakuchangie, mtu akupelea wa umeme, wakati mwingine ni kujilemaza na kujifanya dhaifu. Na mimi wanasema kila siku Mwenyezi Mungu alivyotuumba alituumba watu wa thamani sana, watu wa maana sana. Mwenyezi Mungu hakuumba mtu mjinga, Mwenyezi Mungu hakuumba mtu fala. Kwa hiyo tafuta watu ambao wana biashara. Tafuta watu ambao wana bidhaa na wanatafuta masoko na uwasaidie kuweza kuuza kupitia mtandaoni. Wazungu wao wana kitu wanaita affiliate marketing. Achana na mambo ya affiliate marketing, yatakuchelewesha sana, kwa sababu utaanza kusema paka nika paka nikalipie nika, nika siuu nisome na vitu kama hivyo. Tafuta mtu mwenye bidhaa, tafuta mtu mwenye huduma, nenda kamtafutie wateja mitandaoni. Hapo utakuwa online winga, na utakuja kunipa ushuhuda hapa, na ukija uje na hela ya sadaka. Idea ya tano ni kutengeneza content kwa ajili ya biashara. Sio lazima utengeneze content zako mwenyewe. Kuna watu wanaogopa kuposti vitu vyao online kama hivi ambavyo tunavyoelimisha hivi, kuna watu wanaogopa kuweza kwenda online. Kwa hiyo what you can do ni kwamba kuna watu wengi biashara zao haziko online, kuna watu wengi wanatakiwa watengeneze content lakini hawatengenezi content. What you can do tafuta simu yako ambayo ina uwezo wa kushuti nenda kwenye biashara za watu, uambie utawapa packages ambazo utawasaidia kushoot, kupiga picha kari na kuziposti online. Content creation ndio future ya biashara, ndio njia rahisi zaidi ya kuweza kuwafikia watu wengi, ndio njia rahisi zaidi ya kuweza kuuza. Jifunze kutengeneza content, na kuna biashara nyingi huko nje zinatafuta content creators ambao wataziongezea thamani na kuzifanya ziweze kuuza kwa urahisi kwa kuwafikia watu wengi zaidi. Create content kwa watu wenye biashara, watu wenye huduma, watu wanaouza vitu mbalimbali mbali. Na hiyo ni moja ya kitu ambacho anybody can do. Uhitaji kwenda VETA, uhitaji kwenda shule, uhitaji degree, uhitaji chochote kile. Unahitaji kuwa na simu yako, kujifunza ka ujuzi kadogo ka kuseti hizo sijui pixel na vitu kama hivyo, kupiga picha kali video kali, kujua namna ya, kue, ya kuedit ni kitu ambacho ni no-brainer. kuna software nyingi za bure, kuna InShot, kuna CapCut, viko vingi ambavyo vitakusaidia kuweza kuachieve hii bila mawaa bila changamoto yoyote. Kwa mwaka huu 2025 hakuna kisingizio cha wewe kulala njaa na kuto kufanya kitu, ukigugumia kukosa kitu cha kufanya. Idea ya sita ni social media management. Sasa kwenye ideas ambazo nimezisema, nyingi hazihitaji nguvu nyingi, hazihitaji kutumia muda mrefu sana kuweza kujifunza na kuweza kuzimaster. Jifunze social media management. Makampuni mengi biashara nyingi haziwezi kumanage mitandao yao, wengine hawajui, wengine wanajua. Kwa hiyo kuna wengine wanaojua tayari wanatafuta watu kwa ajili kama social media managers ambao hawajui, hawajui kabisa kama wana hiyo changamoto. Lakini ukishow up, una uwezo, itakuwa rahisi zaidi kwao kuweza kukupa nafasi ya kuweza kumeneji peji zao za mtandaoni. Ni kitu ambacho unaweza kukifanya full time, ni kitu ambacho unaweza kukifanya kutokea nyumbani, ni kitu ambacho ni learnable, ni skill ambayo ni nyepesi sana kujifunza, kwa sababu haina muda mrefu wa kuweza kufanya just managing social media ni kitu ambacho unaweza kujifunza ndani ya mwezi mmoja uko mbali tayari ushapata kazi na kuanza kufanyia kazi ndoto yako jifunze ku manage pages za social media za makampuni za taasisi za brandi za content creators wakubwa yoyote yule ambaye unaweza kumsaidia hiyo itakusaidia sana kuweza kuingia kwenye industry na kuanza kuingiza Kipato. Na idea yetu ya saba ni kuuza vitu ambavyo ni used. Kuuza vitu ambavyo ni mtumba, ukiingia kwa mfano kwenye mtandao kama wa X, kuna mtu mmoja anaitwa Mwaihabi, ameandika thread ndefu sana makala ndefu ndefu sana, katika kwenye mtandao wa X akieleza namna ya kuanzisha biashara ya mitumba. Ukiwa na muda, nenda kamtafute kwenye mtandao wa X ukajifunze ni moja ya biashara ambayo ina faida sana. Binafsi, kwa uzoefu wangu wa kununua vitu vya mtumba mara nyingi sana huwa nanunua, unaweza kununua kitu cha 1000, kitu cha 2000 ambacho kimuuliza mtu anathamani yake atakwambia labda ni elfu 20, elfu 30, elfu 50 na kitu umekinua very, very, very cheap. Kwa hiyo tulikuwa tunazungumzia mwanzoni habari ya kuflip. Sasa hapa you don't need to flip. Iwe ni mitumba, nguo, viatu, electronics, chochote kile, kitu chochote ambacho ni used. Kiwe bongo iwe mbele, jifunze namna ya kuanzisha biashara ya mitumba. Sasa utakuja kuanza mambo ya mitaji. Hapa nimesema hizi idea zote unaweza kuanza bila kuwa na mtaji ama mtaji mdogo sana elfu hamsini kwa biashara ya mtumba ni fedha inayokutosha kuweza kuanzisha hiyo biashara unless hauna idea ama hauna nguvu ama hauna ari ya kutaka kujikwamua, kwa sababu elfu hamsini inakutosha sana kuweza kuchukua mzigo wako wa kwa kwanza na kuweza kupiga hera na kuweza kuendelea. Mtumba tumeona ikitoa watu wengi sana. Isana idea ambayo unaweza kuichukua na kuweza nayo sasa. Hizi ni ideas ambazo nimeshare na wewe, narudia tena, ni idea ambazo unahitaji kutokuwa na mtaji kabisa, ama mtaji kidogo sana kuweza kuzifanya. Na mwanzoni nilianza na biashara ya utaalamu ambayo inakusaidia wewe kuweza kujibadilisha kuwa mtaalamu. Badala ya kuuza bidhaa, unaanza kuuza utaalamu wako, watu wakutafute kutatua changamoto zao, watu wakutafute kwa ajili ya kurudisha furaha na kuondoa maumivu kwenye maisha yao. Ukishakuwa mtaalamu, utajiwekea bei unazotaka wewe na watu watakulipa. Na uhitaji cheti, uhitaji mtaji kuweza kuanzisha biashara ya utaalamu. Nairudia hii biashara ya utaalamu kwa sababu ni moja ya chimbo ambalo watu wengi wamelikalia, wa kwa sababu wanaogopa macho ya wa watu, wanaogopa kusemwa, wanaogopa wataonekana wanapenda fedha. I'm telling you, jifunze biashara ya utaalamu itabadilisha maisha yako.